Karibu Kilimo 360. Leo nimerudi tena shambani kuangalia shamba letu hili hapa la mahindi. Juzi nilikuwekea video fupi, ehe, kwenye hili shamba ambalo tumepanda mahindi na kwa sasa ambapo tunaona majani kidogo yameshika tamu kwa upande wa kuchini kidogo sio mbaya sana, lakini kwa kule juu kweli majani yameshika yameshika hatama. Hizi ni eka zetu mbili, tumepanda mwaka jana mwishoni mwezi wa kumi na mbili hapo mwishoni, baada ya mvua zile kwa kuchelewa, ambayo haya ni tuseme mahindi Vuli si vuli, masika sio masika, kwa sababu tulikuwa tumeshaandaa eneo letu kwa ajili ya kupanda vuli, lakini kwa bahati mbaya mvua zilikuwa zimechelewa. Kuna eneo pia ambalo nilionyesha ilikuwa lina mahindi, mahindi makubwa tu, lile tulikuwa tumewahi wakati tumeandaa pale mvua zilipita za rasharasha, tukabatika kupanda. Sasa wakati tumekuja hapa napo, kufanya maandalizi ili tuweze kupanda mahindi, na tulichelewa kwa sababu hapa palikuwa pana mbaazi, kulikuwa ni ishu sasa kuanza kungoa yale vile visiki vile na kuleka shamba kuwa safi kwa ajili mm -hmm. ya kupanda mahindi. Kwa hiyo tukajikuta tumechelewa kidogo, mvua zikawa zimesha zimeshapita, mvua zikawa zimeshapita. Kwa hiyo tukawa tumeacha hivyo, mvua vuja kurudi Desemba hii ya mwaka jana tukawa tume tumepanda mahindi yetu, na ndo kama ambavyo yanaonekana hapa. Lakini sasa sasa hivi tena tuna tunahitajika kufanya palizi yetu ya kwanza. Palizi yetu ya kwanza inatutaka hapa tufanye. Mahindi yametoka vizuri. Mahindi yametoka vizuri, Mungu akijalia tuweze kukosa chakula ghalani, tuweze kukosa chakula. Kilimo kinalipa. Kwa ambaye ni kijana, bado una nguvu mm, ingia shambani kama una shamba ichanganye huko, kama huna shamba ya kukodi, hapo una kodi, unafanya kilimo una kodi, unafanya kilimo Kilimo kinalipa, na kilimo kwa sisi ambao tunategemea mvua, mvua hizi kwa kweli, usije ukaskip msimu, msimu ambao unatakiwa kulima, make sure unafanya maandalizi ya shamba lako ili uweze kulima mvua zikipiga. Kushoto kama ambavyo ilikuwa kwa mwaka jana, tukachelewa kupanda, lakini kanyesha, tumepanda the moment. Tutakuja kuacha huo msimu, ndio inawezekana kawa msimu wa bahati, na baadaye ukaanza kuja kusema ningejua, ningejua. Kwa hiyo usiache. Kama hapa sisi tulilima, na kwa gharama ya trekta kwa heka ni shilingi elfu sitini na kueka mbili hapa tumelipa laki na ishirini. Tumenunua mbegu tumepanda, kupanda tumepanda kwa elfu ishirini kwa heka, ambayo almost ambayo hiyo inakuwa arobaini kwenye heka zetu mbili hizo. Aha. Na hapa inatotoka palizi ambapo sasa hivi kwa heka elfu arobaini mpaka elfu hamsini. Sasa kwa sababu sasa hivi kidogo, maeneo mengi wana shughuli nyingi sana za kilimo. Maeneo mengine watu wanapalilia, maeneo mengine watu wanamwaga mpunga. Kwa hiyo vibarua, ni kama kazi zipo nyingi, kwa hiyo wana wanachagua waende wapi na wapi wasiende. Lakini ukisha kuwa na hela mkononi, kazi zitaenda kazi zitaenda. Kwa hiyo kwa vijana kwa kweli, kufursa ipo, fursa ipo. Kwa hapa sisi tunahili hapa eka mbili. Ehe, haya ni maeneo yetu pia kama ambavyo tunayaona, ambayo hatujalima umwinuko pia upo. Na kwa hapa kwa upande wa kule kuna mahindi yanaonekana kwa mbali hapo. Baada ya hayo majani kuna heka zetu mbili zingine ambazo tayari zile tulizipanda wakati wa zile mvua za mwanzoni, mwanzoni kabisa wa vuli, baadaye zikapotea kwa tulibatika kupanda mvua zifuja kunyesha Desemba hiyo mwaka jana mwishoni tulishaweza kuona kama pengine mahindi yanaweza yakawa yaka ndio mwisho, lakini Mungu ni mwema yananyanyuka sasa, na tumeshafanya palizi, tutaenda kuona. Kwa hiyo la msingi kilimo kinalipa, <sighs> ni kuingia kuanza taratibu kujifunza, with time utafahamu ABC za kilimo ni kuona namna ya kuja kuendelea kutengeneza kutengeneza faida kwenye kilimo. Karibuni sana kwenye chaneli yetu, subscribe kama bado huja subscribe kufuatilia makala zetu mbalimbali za kilimo, mambo ya ufugaji. Pia tutaanza kuweka biashara za mambo ya usuyo mazao ya kilimo, karibuni sana.